Mtulia. <laughs> Rudi, nataka kuingia <laughs> kwenda wapi? Inagongaje disaini hiyo? Sasa nataka niwaulize maswali yangu, na imejibu vizuri kabisa, majibu ya maswali yangu ilionyoka bila kupindisha pindisha, ikafanya maneno na anguka chini, mambo ikawa tofauti yaani yani, mimi nasikia makelele mutu nagonga geti kwa ngufu, sote najua labda inawezekana ni mutugani nakuja sahii, kama nakuja nabasi mugeni nachelewa kuja au majambasi, kumbe ni nyinyi. Alafu sijidai najua kuongea sawa, nisikilize kwanza. Masai, nataka kuzungumza liesula sao inaraga Masai, ijue inaroga wapi kwanza, saa ngapi? Sahii sasa hivi ni saa nane bado kidogo asubuhi. Mm -hmm. Inaroka wapi sasa hivi na muda, naroga humu ndani, iliroka saa ngapi? akalilia kwa muda yote. Mimi Masai nashinda gerini hapo muda yote Unajua kabisa hii hapa weekend, sisi tukae tu ndani muda wote, kuna boa boha. Tumeenda tu hapo klabu hapo juu tu ku refresh our minds. Aum, naenda kunani mahindi, alafu narudi. Naelewa, kwa hiyo na kwamba narudi, takuta Masai yuko vizuri tu, kakaa na wavokeni, nakuja kuingia ndani, si ndio Masai? kuwa mtu mzima unaelewa, si tumetoka tu club, sio? Unajua ku refresh mind, alafu tuko kwenye weekend hii, hata siku kaa ndani. yeah. Yeah, so tu muda wote kuna boa ya kuna boa, sio? Tumetoka tu mara moja, ndio ongea lugha ya taifa ambao mwingine amru naweza kuelewana. So naongea mwisho wa siku na kuja kutokana na Masai, fine i mean, nitasema hivyo ninavyotaka. Masai nasemaje? mrudi huko huko club Yeah. Mkalale yeah, kesho asubuhi mkirudi, mtajua jinsi gani itajibu humo ndani. Iliaga nani wakati natoka? Oh, Masai. Sasa nasemaje? Masai nasemaje? haiwezi kufanya kitu ya kivumbafu ikaje ikaharibu kibarua yangu ikasababisha mama yoyo waboma asiishi mazingira mazuri kwa sababu naharibu kasi, siwezi kupoteza kasi yangu Naelewa. Naisa kauliza Masai, nalipa shilingi ngapi? Nataka kujua mshahara wangu. Wewe ili iweje? inahusu nini? Nataka kujua tu. Hiyo mshahara wangu haihusiani na kitu yoyote hapa au nionaje? Sema usuli nimusuli kwelikweli, lakini sasa mimi iko kasini, nalinda kibarua yangu. Nasa saja kauzwao sawadi, nanipa sawadi gani? Please.

Navengo yangu hivi hivi, hata mamayo hiyo, kwa boma ile nipenda kumbe. Ilikuwa naona kabisa mimi msuli, kwa hiyo sawadi yangu inanipa, lakini nisipotoa hiyo sawadi itaalibu kila kitu. Naelewa, ila iwe mwanzo na mwisho, sirudie tena. Yeah. Sasa nyinyi cha kufanya subilini hapa, iangalie masingila kidogo ndani, alafu narudi